Ni mwezi wa Shawwal huu. Naam. No. Ukimaliza Shawwal ni Dhulqaada, Waarabu wengine wakasema Dhulqaida yote hayo ni sawa sawa. No. Alafu kimaliza huo ni mfungo pili, alafu kuna Dhulhijja. Naam. No. Mfungo tatu. Hii miezi katika sheria inajulikana ni Ashhurul Hajj, miezi no. ya Hijja. Kwa nini? Kwa sababu acha sasa mulimwengu no. umeendelea. Zamani kabla ya vipando hivi vyepesi ya no. kwenda mwendo kasi, ndege, gari, ilikuwa vipando ni ngamia, punda, wanaenda polepole no. kwa hivyo ilibidi watu wajitaarishe na haji kutoka Shawal. na no. mtu fikiria, toka Misri huko hakuna ndege, kwa hivyo ni achukue ngamia wake, afungashe, aanze safari ya hija, miezi miwili anasafiri. Kwa hivyo akifika maka ni mfungo tatu. Hii ndio sababu yuko njiani na usumbufu wote huu no. Sasa, hii sasa ni mwezi wa vipando haraka, yaani kesho watu wanasimama Arafa. Ukiondoka leo wewe unawahi kwa masaa tu, tena masaa tu. Sasa hivyo hivyo Mwenyezi Mungu akaibakisha ile miezi ya haji itwa haji. Naam. No. Sasa hapa mimi nataka kusema hivi No. Ni mwezi wa ibada za haji ibada za udhiya Naam. No. Haya ndio mambo ya ku highlight kuelezea Waislamu. Ni kipi ambacho kwamba kinatu kinatuwajibu kinatupasa mbele no. Mimi lakini nikiona Shekhe Musa no. Baada ya hija, tuko nyuma sana kidogo sisi katika jamii yetu kweli. Mimi nimeishi Saudi Arabia miaka minne no. Lakini ilikuwa tukienda hija kule kutoka Madina mpaka Maka, tuaenda kila mwaka kama kucheza tu no. Lakini ukifika kule utaona Wakenya wapo, lakini ukiangalia watu wetu nawatafuta huwaoni no. Sasa mambo ya hija, Shekh Musa sisi tuko kidogo tuko behind tuko nyuma na. wewe unaweza kulieleza vipi? Shukran Sheikh Mwakidudu kwa swala hili. Ukweli wa mambo ni kwamba moja kwa moja Sheikh, ile swala liko wazi na lianzi leo kwamba tuko nyuma swala ibada hii ya haji hmm. na tukiangalia e, mambo mengine tumesimama vizuri, lakini swala la haji leo kidogo limetutingisha limetu, limetu hii moja wa sababu kubwa shekhe, ni hamasa kuhusu ibada hii, kujua ladha ibada hii yani. Maana shekhe, hawajahamasisha watu naam, hawaja, kuhusiana na haji. Kwa sababu kwa sababu gani? Kwa sababu ni isho bila dini na pesa yeah, ndio watu wana hofu kwamba, labda hata mtu ukiongea naye mm, labda atakuwa hana uwezo, lakini kwanza, watu mtu angehamasishwa mm, katika ibada hii, akimaanza kuhamasishwa itakuwa ni rahisi huyu mtu Eh, hata akipata pesa zake kando, yeye mwenyewe atakuwa na juile ladha. Siui pengine ueleze kwa urefu, kuhamasishwa vipi? Kwa sababu mimi najua kazi ya mashehe ni kutoa darsa mawaidha, hasa Ijumaa zinazokuja itakuwa ni mambo ya hija, watu wanaelezewa sasa. Kuhamasishwa vipi? Naam, nikisema kuhamasishwa ni kwamba kwanza wajue kwamba hii ni ibada kama ni nguzo katika miongoni mwa nguzo tano hmm, za ana uh, asihiari anayeweza kwa yeah. mm -hmm. Sasa hamasa wa tukinapozungumza hapa ni kwamba mm -hmm. kwanza mtu ajue kwamba ile ladha yake kwamba kwanza, hii ladha kwamba kwenda katika ibada hii mm -hmm. ina, ina, ina, ina fungu gani? alafu jambo la tatu ni kwamba, naam kabisa, nguzo wa tano yeah. Naam. alafu jambo lingine muhimu kabisa ni kuona kwamba Je, mtu akienda katika safari hii mm -hmm. kwanza itakuwa kwanza usito kwa sababu mm, shekhe, mm. kwa kwa kwa ehe, katika ibadai shekhe, mtu afanya mara moja kwa mwaka umri umri wake mzima mzima, unaona ama kufunga Ramadhani. Sasa mtu amasho kwa hili, mm. alafu kwa sababu gani? kwa sababu ili mtu ajue kwamba unapofanya ibadai pia zile, zile. ni kwamba wewe unakuwa ni mtu ambaye umesafiri na umeenda kuona mambo mm, mbalimbali. Ndio hikma ya kwamba watu waende huko, eh, kabisa kabisa eh. Utakwenda kukutana na watu wengine tofauti ambao ujawaona mm, nchi mbalimbali. Utakwenda kukutana na miji mbalimbali. Utakwenda kuona maajabu maajabu, mm, mm, mm. Kwa hivyo ni kusoma ndio, yani, eh, tukasema kwamba hamasa ni muhimu mm.